Umewahi kuhisi kama kuna uzito fulani kifuani mwako ambao hauelezeki? Unacheka na watu, unafanya kazi, na maisha yanaonekana kwenda sawa kwa nje, lakini ukibaki peke yako unahisi kuna kitu kimevunjika ndani. Wengi wetu tunaishi maisha ya kuigiza. Tunameza maumivu, tunaficha hisia, na tunajiaminisha kuwa yamepita. Lakini saikolojia inasema hivi, hisia unazozizika zikiwa hai. Hazifi, zinaoza na kuanza kuharibu maisha yako ukiwa huna habari. Leo nataka tuvunje ukimya. Nataka tuongelee mambo matano ya kihisia ambayo pengine ndiyo mzizi wa kukwama kwako, mahusiano yako mabovu na kukosa kwako furaha. Na nakuomba ukae mpaka mwisho kwa sababu jambo la tano ndiyo ufunguo pekee wa kukuweka huru. Watu wengi huliogopa jambo hili la tano, lakini ukilielewa leo, maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Kabla hatujaingia ndani zaidi, fanya jambo moja la kiungwana, subscribe hapo chini. Ni bure kabisa, lakini faida yake ni kubwa sana kwako. Washa na kengele ili kila tunaposhusha darasa kama hili, uwe wa kwanza kupata taarifa. Tayari? Asante, twende kazi. Jambo la kwanza, hofu ya kuonekana hufai. The fear of inadequacy. Hii ni ile sauti ndogo kichwani inayokwambia, hupendeki, huna akili ya kutosha au wenzako wamefanikiwa zaidi yako. Hii hisia inazaliwa wapi? Mara nyingi inatokana na malezi au jamii inayotuzunguka. Tunahisi ili tupendwe lazima tuwe wakamilifu. Lazima tuwe na pesa fulani, gari fulani au mwonekano fulani. Matokeo yake ni nini? Tunavaa vinyago, tunaingia kwenye mahusiano tusiyoyataka ili tuonekane tuna mtu, tunafanya kazi tusizozipenda ili tuonekane tuna pesa. Lakini sikiliza, nikwambie chitu, hisia hii ni sumu. Inakufanya uishi maisha ya mtu mwingine ili kufurahisha watu ambao hata hawakujali. Dawa ya hisia hii ni kukubali ubinadamu wako. Jifunze kusema mimi si mkamilifu na hilo ni sawa. Thamani yako haipimwe kwa like za Instagram na TikTok wala sifa za watu. Jambo la pili, utegemezi wa kihisia. Emotional dependency. Hivi unajua tofauti ya kupenda na kuhitaji? Watu wengi wanafikiri wanapenda kumbe wamejenga utegemezi. Utegemezi wa kihisia ni pale ambapo furaha yako, amani yako na utulivu wako umeweka mikononi mwa mtu mwingine. Mpenzi wako akinuna, na wewe siku nzima inaharibika. Rafiki yako asipokutafuta unahisi dunia imekutupa. Hii ni hatari sana. Kwa nini? Kwa sababu unampa binadamu mwenzako mzigo ambao hauwezi kuubeba. Binadamu wanabadilika wanakosea na wakati mwingine wanaondoka. Kama hujajenga self-love au kujipenda mwenyewe, utabaki kuwa mtumwa wa hisia za watu wengine. Unahitaji kujifunza kuwa na furaha peke yako kwanza. Mahusiano yanapaswa kuwa nyongeza ya furaha yako, siyo chanzo pekee cha furaha hiyo. Jambo la tatu: hasira na kinyongo kilichopitiliza. Kuna msemo wa kale unasema kuwa na kinyongo ni kama kunywa sumu ukitegemea adui yako ndiye afe. Wengi wetu tunatembea na makaburi moyoni, tunawakumbuka waliotuumiza miaka kumi iliyopita. Unalala usiku unawaza jinsi utakavyolipiza kisasi, au unawaza kwa nini alinifanyia vile. Sikiliza kwa makini, kinyongo kinakula energy yako ya kufanikiwa. Huwezi kutengeneza future nzuri kama unatumia nguvu zako zote kukarabati past iliyovunjika. Kusamehe sio zawadi kwa yule aliyekukosea, ni zawadi kwako mwenyewe. Ni njia ya kusema sitaki maumivu haya yanitawale tena. Si lazima umrudishe huyo mtu maishani mwako, lakini lazima uitoe sumu ya chuki moyoni mwako ili uweze kupumua. Jambo la nne: hofu ya upweke. The fear of loneliness. Hii inawatesa sana vijana na hata watu wazima. Tunaogopa kuwa peke yetu kiasi kwamba tunakubali kuwa na watu sio sahihi, toxic people, ili tu tusijisikie wapweke. Lakini saikolojia inatufundisha tofauti kubwa baina ya being alone, kuwa peke yako ni muda wa kujijenga, kusoma, kutafakari na kukua. Loneliness ni hali ya nafsi ni kuhisi utupu hata ukiwa katikati ya watu wengi. Usikimbie ukimya. Kwenye ukimya ndipo unapoisikia sauti yako ya ndani. Kwenye ukimya ndipo unapogundua vipawa yako. Usitumie kelele za dunia kuziba sauti ya Mungu ndani yako. Jifunze kudate nafsi yako. Ukijisikia vizuri ukiwa na wewe mwenyewe, hutavutiwa na mahusiano ya ovyo. Jambo la tano: kung'ang'ania visivyowezavyo kubadilika The illusion of control. Na sasa tunafika kwenye lile jambo la tano, jambo ambalo nilikwambia ndio ufunguo wa uhuru wako. Mwanadamu ana ego, tunataka kudhibiti kila kitu. Tunataka kubadilisha tabia za wapenzi wetu, tunataka kubadilisha maoni ya watu juu yetu, tunataka kubadilisha mambo yaliyotokea jana. Hii ndiyo sababu namba moja ya stress na depression. Siri ya amani ya moyo Inner peace ipo kwenye neno moja tu: kuachilia, kuelewa kwamba kuna mambo yako ndani ya uwezo wako na kuna mambo hayapo. Huwezi kubadilisha tabia ya mtu, lakini unaweza kubadilisha jinsi unavyomchukulia au kuamua kuondoka. Amani inakuja pale unapoacha kupigana vita ambavyo haupaswi kupigana. Kubali yaliyopita kama funzo na pokea yajayo kama baraka. Huu ndiyo uhuru wa kweli. Haya mambo matano, hofu ya kutofaa, utegemezi, kinyongo, hofu ya upweke na kung'ang'ania visivyowezavyo kubadilika ndiyo minyororo inayokufunga leo. Nataka nikuachie challenge moja, kati ya haya matano ni lipi ambalo linakugusa zaidi au linakutesa kwa sasa? Nenda kwenye comment section hapo chini, naandika, nimeamua kuachilia, taja jambo hilo. Kuandika ni hatua ya kwanza ya uponyaji. Kama video hii imekugusa, tafadhali shea na mtu mmoja unayempenda, huenda ikawa msaada kwake. Usisahau kulike na kusubscribe. Kumbuka hisia zako ni mtumishi mzuri, lakini ni bwana mbaya sana. Zitawale kabla hazijakutawala. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.